Yes, bana mambo vipi, mwana sawa sawa digital, bana niko na taarifa kidogo hii ya huzuni so lazima tukae ki huzuni, huzuni. Eh, mauaji pia na mengi sana yanakuwa yanatokea na vitu vingine sana vinakuwa vinatokea. Sasa rais wa Korea Kaskazini ambaye anafahamika kwa jina la Kim Jong Un pia ni moja kati ya marais pia ambao wanaogopeka kutokana na sheria zake, lakini pia misimamo yake ambaye bana yuko nao. Lakini hii imekuwa ni ikistaajabisha watu wengi sana mara baada ya kuweza kuonekana kwa rais huyo akionekana katika taarifa ambayo pia ilionekana kwamba wanajeshi wengi sana wameweza kufariki katika vita ambavyo vinaweza kutokea huko Urusi. Ikumbuke kwamba Urusi pia kumekuwa kuna machafuko mengi sana ambayo yanakuwa natokea kule e, baina ya Urusi pamoja na Ukraine. Vita vimekuwa ni vingi vikitokea, watu wanapigana nini, lakini sasa Urusi pamoja na e, Korea Kaskazini wamekuwa uh, wanamkataba pia kuweza kusaidiana katika masuala mazima ya kijeshi na vitu vingine vingi sana. Kutokana na masuala haya kuweza kusaidiana, sasa ameweza kuadhimisha katika siku ambayo walikuwa wakiiaga ile mili, imagine kwamba takriban mili 600 ya wanajeshi wamekwisha kuweza kupoteza maisha katika vita hiyo ambayo imefanyika huko bwana e, Urusi sasa. Hata e, kwa akili ya fasta fasta ukiangalia kwamba watu wametoka katika nchi yao na kuweza kwenda katika nchi nyingine na kuweza kupoteza maisha, ni kitu ambacho ni cha kusikitisha, lakini pia cha kuumiza sana. Na imeonekana kabisa kwamba rais huyu akionekana katika e, katika hafla ya kuweza kuaga meli hiyo akitoa machozi yaani, imekuwa ni uchungu ambao umekwisha kutawala sana katika eneo hilo. Sasa, mara baada ya matukio kutokea, tunajua kabisa kwamba tokea e, bwana mkataba wao wakiweza kusaidiana kijeshi umeweza kudumu kwa sasa hivi ni takriban mwaka mmoja na wameweza kuadhimisha, na katika sasa maadhimisho hayo Urusi imeamua kuweza kuizawadia e, bana Korea kwa masuala mazima ya makombora, masuala mazima ya e, silaha, tunaweza kusema yani e, tunaweza kusema full package kwenye masuala mazima ya kivita. Unajua kabisa vita huwa haina hodi kwamba leo nakuja, leo katika tuko Korea leo labda tuko Urusi leo tuko wapi tuko wapi, inakuwa haiko hivyo, lakini ni, ni vita ambayo inakuwa inatokea muda wote. Lakini pia ukiangalia vita ya Urusi pamoja na Ukraine, moja kati ya vita ambazo zimekuwa zikidumu kwa muda mrefu sana ambazo zimekuwa eh, zikifanyika kwa upande huo. So Korea Kaskazini kutokana na ule mkataba wao kuweza kusaidiana katika swala so zima hili la kivita, lakini pia mbinu tofoto, tofauti tofauti eh, makombora manini wakaamua kuweza kuwasaidia na takriban wanajeshi 600 mara baada ya kuweza kupoteza maisha, rais huyu akionekana kabisa kilia, hapo akilia kama unavyoshuhudia hapo, imekuwa ni kitu ambacho kimeumiza sana. Na unaweza kuvuta picha kwamba rais huyu ameonekana ni rais mbabe mwenye sheria kali, rais ambaye haogopi chochote lakini ameweza kutoa chozi mara baada ya kuweza kuona na vitu hivi eh, kuweza kuona wanajeshi wake kuweza kupoteza maisha. Mambo yamekuwa ni mengi, lakini kwa kitu ambacho wameweza kufaidika kwa upande mwingine wa kijeshi, hatuwezi kusema kwamba wamefaidika, kwa upande wa kusema kwamba wamefaidika wao kuweza kupata hizo e, makombola sijui masalaha, kwa sababu ya wanajeshi wao kuweza kufa, kwa sababu huwezi kufurahi kwamba mtu afe and then wewe upate kitu, kwamba wanajeshi wamekufa zaidi ya mia sita, yeye ameweza kupata e, makombola silaha za kivita na vitu kama hivyo. Hakuna mtu ambaye anaweza kuombea hivyo, kila kitu kimeweza kutokea. Mkataba wao unadumu kwa muda wa mwaka mmoja, na mpaka sasa hivi wameweza kufanya maadhimisho hayo ambayo imepelekea sasa kwa upande wa Urusi kuweza kumsaidia bwana huyu eh, Korea Kaskazini kwenye masuala mazima bwana ya, ya kuweza kumpatia makombora na vitu vingine ambavyo vinahusiana katika masuala mazima e, eh, ya kivita. Yapi maoni yako kuhusiana na mikataba eh, hii? Bwana, ni mkataba ni mzuri au ni mkataba umekaa na kwa namna gani, ambayo kwamba eti wewe uweze kusaidiana katika kivita, kwamba vita ikitokea kwa upande wako, basi mimi nitakuwa tayari kwa namna moja ama nyingine kuweza kukusaidia, kwa sababu tunajua kabisa mkataba ni lazima uweze kufuata, huwezi kwenda nje na mkataba. So wameweza kuwapatia eh, eh, makombora silaha kibao, na hii ikionyesha eh, maadhimisho yao ya kudumu kwa mwaka mmoja katika mkataba wao wa kuweza kusaidiana kijeshi, lakini pia masuala mazima ya kivita. Yapo maoni yako kuhusiana na hili? Imagine, ulitegemea kumuona Kim akiweza kudondosha chozi kama unavyomuona hapo? Drop comment yako hapo, utakuwa umefanya poa zaidi katika mitandao yetu ya kijamii kimaanisha Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Utakuwa umefanya poa zaidi, take love for this, ciao.